Sisi tunapana shauri ni kundi ambayo tunapatikana hapa Butembo, ni kundi mpya na hisi ya kwamba mtajiuliza awa ni wanani wanatokea wapi na wanahitaji nini? Sisi tumejua kwamba ndani ya dunia ulimwengu kuna shida mbalimbali ambazo wengi wana, wanazifungia moyoni mwao na zinaleta mashida mbalimbali ndani ya eta de sante ya mtu kuhusu maproblemu ambayo unakosa utaongea na nani, utazitatua na nani? Inajikuta unakuwa uko mpweke, unajikuta hauna nani utaongea. Unajua, nikielezea rafiki yangu atanitangaza, nikaelezea sijue nani atanisema vibaya, halafu inakuwa inakuletea inakuletea na magonjwa fulani kuhusu kuifunga na haikutoka nje. Sisi ni kundi ambayo tumepatikana Kutembo kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanakuwa na mashida wanazifungia ni mwao, na wanakosa watasaidiana na nani? Ndio maana tunasema kwetu ni shauri kwa wote. Kuna mtu mwengine labda amezaa mtoto wake nje, ameshindwa kumweleza mke wake namna gani, nimezaa mtoto nje, ninahitaji akomae na wengine watoto, alafu unajua mke wako ni simba, mke wako ni chui, kumuelewesha itakuwa kugumu. Ndio maana tunasema kipindi shauri kwa wote Ukakuja ofisini kwetu, unatueleza shida zako, tunaweza tunakaribia mke wako, tunamweleza tunaona gisi ya kumu fervoir combien de fois watoto venye baba alizala nje ya ndoa na ambao wanakuwa ndani ya ndoa ni watoto wa baba mmoja, inabidi wako mali na edikasio moya. Karibu kwa wote, tufate kipindi iza. Utafauti wetu ni ipi? Utofauti wetu tunatofautiana na watu wengine, wana makundi kama haya, ni za makanisa fulani fulani, lakini sisi tuna utofauti wa kanisa. Kwa nini? hatutaki kitwa kwamba weo kote mode Jehovah uko par exemple na problemu unashindwa kukuya kwenye kipindi fulani juu ni kya mkatoliki, unashindwa kuenda kwenye kipindi fulani juu ni kya mwislamu. Lakini sisi hatuna kanisa fulani, sisi ni kipindi kya shauri kya kupeana mashauri kwa kila mtu. Hatuchague dini, hatuchague kazi, hatuchague kabila, ni kipindi kya shauri tu. Karibu kwa kila mtu, anajisikia huru ukututafuta. Muda mwingine mtajiuliza mama, tumeleta kipindi kia shauri kwa wote? Ndio, nimeleta kipindi kia shauri kwa wote, halafu tunaweza tunalipia kipindi ama ni namna gani? Niulizo ambao utajiuliza mwenyewe, mi nakwambia kipindi kwanza si kya kulipia, lakini kuna muda fulani tunaweza kulomba ulipie. Kwa nini? Umekuwa na shida, imekuwa kama imechanganya kichwa kyako Lazima tukupeleke kwenye mganga akutibu angalia kicho kyako kama kina shida gani. Hiyo unaweza ukalipia muda mwingine. Ni shida ambayo umeshindikana, inapaswa aenda kwenye serikali. Kwenye serikali labda ni ya muhimu ufanye nini? Ulipie kwani watatue shida lako vizuri, ili upate matokeo ya kitu ambacho kinakusumbua. Ndio maana tunakuambia kipindi kyetu ni kya bure lakini kuna malipo fulani, kama imekusukuma tuende mbele kwa waganga ama tuende mbele kwenye serikali. Hiki ni kipindi kia Shauri kwa Wote, watu wetu, kundi letu lina uwezo wa kukusaidia ndugu yangu, kulipia kukulipia ni kivipi? Sio kama naweza kukulipia kipesa, ama wenzangu watoshe pesa wakulipie, lakini fulani, tuna uwezo wa kukusindikiza mahali fulani ungepashwa kulipia. Sisi tunaongea na hao watu kuliko kukulipisha pesa. Wanakusikia na wanakusaidia, kwa hiyo ishu ipate kuisha mapema. Kivipi tunaweza kukusaidia? Hospitalini, hospitalini tunapaswa kukusaidia, wangekulipisha sijue pesa ngapi, vitu gani, tukaingia tukaongea nao kwamba huyu ni mgonjwa wa kipindi cha shauri kwa kwa wote, anaweza akashusha bei na hautalipa tena gisi ulitakiwa kulipa. Karibu kwenye kipindi shauri kwa wote. Utajuuliza mama, tunaweza tukawapata? Ndio, avenuni sante, tunaweza tukawapata lakini unalipiwa. Nimewambia la, hatulipiwe kitu, lakini ukapuya uko na probleme, kitu ya kwanza ukuwe wazi, ujitetee: kitu gani ambayo kinakutesa, kitu gani ambayo kinakutatiza. Kuna wengine watu wanamke mingi biko kwenye mandoa anasumbuliwa sana tu mke mume wake hana nguvu ya kianaume. Aloro hii kitu inakuwa inamkula na gonda na punguka na teseka. Sasa ashaka kosa gisi ya kuambia watu. Sasa anambia fulani, bwanangu hana force. Unaona, bwana atakuwa anajikuta ametangaza mume wake. Lakini ukapuya hapa kwetu, ofisini kwetu, kuwa wazi tuambie mie, kitu kinanitesa, kitu ambayo kinanibondesha, kitu ambayo kinacha kichwa na ruma, kitu ambayo kimeniletea stoma ni bwanangu kitandani hana nguvu. Ni sijue mke wangu hajue kufanya hivi. Mke wangu ni mchafu. Hii vitu vinakuwa vinasababisha maprobleme mingi kwenye mandoa, kwenye mafamilia. Kuna watoto wengine yuko nyumbani anakoyolaka hadi vendeza 22:25 anakoyolaka tu. Anakosa ataolewaka namna gani juu anaendelea kukoyola kitandani. Hii vitu vya hivi kuu ya utuono, tuambie bandugu, mie mimi nakoyolaka kitandani alo nishakashindwa gisi ya kuolewa Kisi ya kuambia wapara fee aishausha ningali nakola mkitanda. Hii shida za hivyo, tunaendelea kuleta shauri na kuwasaidia. Nimekamata hatua ya kusaidia watu kwenye mashauri, juu ya mimi mwenyewe nimepitia shida na matatizo kwenye ulimwengu mwa hii miaka ambayo nimefanya kwenye dunia. Nimekuwa napitia changamoto kubwa sana , nikaingia kwenye unyumba lakini unyumba ilikuwa ya waboxer karate usiku na mchana ni mangume. Hii makarate wanawake wanapigwa sawa ngoma, unajikuta kichwa imekuwa imeharibika imechoka. Wakati nilikuwa kichwa inakuwa kama inaenda inachoka, nikapata na mie mashauri, nikaongozewa, alafu nikarudia tena kwenye muonekano wa kuwa mama. Ndio maana na mimi nakamata ile wakati ya kusema niite wenzangu ambao wanapitia mashida mbalimbali zinawachokesha, wakuye tupiganishe ili wapate kuwa na mwonekano mzuri kama mimi mwenyewe. Lengo yangu kubwa kwenye hii kundi la mashauri, lengo kubwa ni kusema kwamba kila mtu ambaye anajisikia kichwa imechoka, ama problemu imemuyala, sijua mesumbulika kuna watu wengine wanatembeaka mbarabara unakuwa na waza, anaenda gongewa hata motari, anatokea huko ngambo, gari inatokea ngambo pi pi pi, hakuna anashtuka, anakuwa hajielewe kama ni nani. lengo kubwa kwangu ni kusema tusaidie watu wawe kama tunakuwa kwa vipimo, tukue sawa juu eksea ma probleme, eksea ma shida huko, wengine makosekase anaenda najiua, unasikia fulani alijihadika juu hamjue kama alijaalika jua nini ni maprobleme mingi. Fulani kule ameenda sijue kuwa ana create kundi arebia, anakuwa rebele, anaanza huwa watu kwa ajili ya kusema fulani alinifanyaga hivi na hivi, ama na mimi nimfanye hivi na hivi aloro, inaleta shida kila siku mgini, na kuwa inasumbulika ni ajili ya matatizo mengi ambao watu wanabeba. Sasa kupitia hiyo kitu, ndio maana tunasema tuwe wengi wadogo ambao tutajenga nao masha wadogo ambao tutakuwa tunaelewana nao na hisi ya kwamba wataendelea kufundisha watu na watu wataendelea kukua stable na tutakuwa tunakuwa pamoja kabisa. Ni sawa. Na washukuru kwa wote ambao mmenifuata na mmenikubali. Mmesikia kwamba hapa ni kipindi ambao tutakuwa naendelea kufuata na kusikiliza. Asante sana kwa wote ambao watanitafuta na watakuwa na lazima ya kunipata kwa wepesi sana. Mtakamata tu, nimero itakuwa chini ya ekra zenu pale mulipigie. Telefoni iko wazi mchana na usiku. Utanitafuta WhatsApp utanipata, utanitafuta kawaida utanipata, ukue sehemu gani. Karibu sana upa, upate shauri kutoka kwenye kundi la Shauri kwa Wote. Mimi kwa majina wananiita Kavira Muhairwa wa Chantal, alafu namba zangu hizi nimewaeleza, ziko wazi. Adrese yangu ni Avenue du Centre numero 40. Nafungulaka mlango kwanza witer mpaka seze, nikakuwa nyuma pale, utanipigia simu utanipata. Kama ni usiku, utanipigia utanipata. Lakini nawashukuru sana ambayo mtaendelea kunifuatilia Tarane siku ambazo ziko mbeleni, tukutane wote.